Uh, mambo kadhaa huwa yanaangaliwa kuamua jinsia ya mtu. Jambo la kwanza ambalo ndio kuu kabisa ni swala la vinasaba. Mathalani eh, unaposikia vinasaba kwa lugha ya Kimombo inaitwa chromosome. Kwa sababu mbegu za mwanaume zinapotoka eidha zinaweza zikaa na x au zikaa na y. Zikiwa na x zinatengeneza mtoto wa kike ambayo inakuwa ni XX, zikiwa na Y zinatengeneza mtoto wa kiume ambaye ni XY. Kwa hiyo ikiwa mtoto ni, ni amezaliwa ni XX huyo anakuwa ni mtoto wa kike kwa binasaba, lakini kitu kingine kinachoangaliwa ni homoni. Mtoto anapozaliwa wa kike anazalisha homoni zaidi zijulikanazo kama estrogen na progestone. Wakati yule anayezaliwa wa kiume anazalisha zaidi testosterone. Sasa kitu kingine katika kuchochea sasa huko, kwa mfano, ikitokea kwamba e, ana estrogen nyingi na progesterone nyingi inachochea vitu mbalimbali kuota kama matiti, sauti, nywele za mwili na kadhalika. Yaani ili matiti yawepo lazima hizo estrogen ziwepo kwa wingi, kwayo zikiwa chache tu, hata kama ni wa kike anawezekana asiwe na matiti ya lea mwanamke, lakini pia inawezekana sauti yake isiwe nyororo. Alafu kuna suala lingine la viungo vya uzazi. Sasa hapa ndo tutaangalia, kwa mfano mwanamke anatakiwa awe na, na kizazi yani ile tunaita uterus awe na uke awe na mirija ya uzazi, lakini pia awe na ovary. Wakati kwa upande wa mwanaume inabidi awe na korodani, mirija ya mbegu, uume, pia awe na tezi dume. Alafu sasa kuna sifa nyingine za nje, kwa mfano mtoto ana uh, Mambo kadhaa huwa yanaangaliwa kuamua jinsia ya mtu. Jambo la kwanza ambalo ndio kuu kabisa ni swala la vinasaba mathalani. E, unaposikia vinasaba kwa lugha ya kimombo inaitwa chromosome, kwa sababu mbegu za mwanaume zinapotoka eidha zinaweza zikaa na x au zikaa na y. Zikiwa na x zinatengeneza mtoto wa kike, ambayo inakuwa ni XX, Zikiwa na Y zinatengeneza mtoto wa kiume ambaye ni XY. Kwa hiyo ikiwa mtoto ni, ni, amezaliwa ni XX huyo anakuwa ni mtoto wa kike kwa binasaba, lakini kitu kingine ki kinachoangaliwa ni homoni. Mtoto anapozaliwa wa kike anazalisha homoni zaidi zijulikanazo kama estrogen na progesterone. Wakati yule anayezaliwa wa kiume anazalisha zaidi testosterone. Sasa kitu kingine katika kuchochea sasa huko, kwa mfano ikitokea kwamba ana e, ana estrogen nyingi na progesterone nyingi, inachochea vitu mbalimbali kuota kama matiti, sauti, nywele za mwili na kadhalika. Yaani ili matiti yawepo lazima hizo estrogen ziwepo kwa wingi, kwayo zikiwa chache tu, hata kama ni wa kike anawezekana asiwe na matiti yale ya mwanamke, lakini pia inawezekana sauti yake isiwe nyororo. Alafu kuna suala lingine la viungo vya uzazi sasa hapa ndio tutaangalia kwa mfano mwanamke anatakiwa awe na, na kizazi yani ile tunaita uterus awe na uke awe na mirija ya uzazi lakini pia awe na ovary wakati kwa upande wa mwanaume inabidi awe na korodani mirija ya mbegu uume pia awe na tezi dume alafu sasa kuna sifa nyingine za nje kwa mfano mtoto anaonekana kabisa, alizaliwa kama mwanamke au alizaliwa kama mwanaume, lakini sasa baadaye tunaanza kuona sifa zake nyingine. Kwa mfano wengine wanaota ndevu, wengine wanaota nywele katika maeneo ya siri, matiti kuota